Nasoma ujumbe wake, tumsifu Yesu Kristu milele amina. Swali lake linahusu wito. Je, mtu mwenye mapungufu kama ulemavu mfano kutokuwa na miguu, lakini ana wito, je, anaweza kuwa padre? Pia, je, kama kijana anaona ana wito wa upadre, kwa bahati mbaya alizaliwa na maambukizi ya ukimwi, je, anaweza kuwa padre? Pia, je kwa kijana ambaye hana elimu ya kidato cha sita lakini anao wito, je, anaweza kuwa padre? Kama iwezekani, hatuoni kuwa huo wito utakuwa ni wa wachache? Walioitwa ni wengi, lakini waliochaguliwa ni wangapi? Ni wachache. Hata wale wanaokwenda seminari, wengine wa nini hawafiki. Kinadharia hao wote wanaweza kuwa mapadre. Kuna wakati wanapewa daraja la upadre wengine. Kwa hivyo nakuta watu wenye shida ya ngozi au maarbino wako mapadre maseminari, wapo kuna wengine walio videma wana ulemavu wa vitu fulani. Ulemavu wa vitu fulani wanapewa kila mara, changamoto ni kutoa huduma ya kipadre. Upadre wito sio haki, bali ni huduma. Unapewa upadre ili uweze kutoa huduma, na hivyo kupewa upadre lazima uwe na uwezo wa kutoa huduma, uwe na uwezo wa kuhudumia, kwa sababu kiwa upadre wakakusomesha wewe hauna miguu wakakusomesha pita Ntungamo, pita wapi, miaka yote hiyo, ili uwe padre uende kukimbizana na watu, uende kukimbia maparokia, ni kutoa huduma ya ekaristi na nini, na hauwezi hivyo. Nakwambia bwana, wewe tungekupa upade, lakini bahati mbaya hauwezi. Hapo ndio vinakwepo vigezo kufuatana na nani anaweza kuwa padre na anaweza kutoa huduma. Kwa mfano, kiweta akienda monasteri anaweza akapewa upadre kwa sababu kule hapachi kukimbia kimbia hivyo, anakwenda kule monasteri, kazi yake ni kusali basi, hivyo wako wanakuwa anakuwa padre. Lakini kama wanakuja parokiani wanakupa padre kwenda kupanga parokiani, ili uweze kusali misa mbili tatu, na wewe ni kiwete, hauwezi hivyo. Ndio sababu watasema zamani sana tafuta labda mahali fulani. Vile vile na kidato, wewe umekwenda darasa la saba ukashindwa, kidato cha kwanza kikashindikana, hawezi kuwa padre. Tunataka padri akisha kuwa padri aweze kusimama kwenye mimbari na kufundisha na kuwaeleza watu neno la Mungu ili waweze kulielewa. Hivyo kama hauna elimu ya kufanya kitu kama hicho, hawezi kufuatilia masomo ya teolojia, masomo ya falsafa, masomo ya Biblia, masomo ya liturujia, masomo ya maadili, masomo ya sheria za Kanisa ma, hawezi kama hawezi, hawezi kuwa padri. Tunataka atakae kuwa padri aweze vitu hivyo kuvieleza. Hivyo kwanza uwe na kidato cha sita kinachokuwezesha kuingia chuo kikuu, ili ukiingia kule uwe sambamba na yule aliyemaliza chuo kikuu. Tunahitaji mapadre wetu wote wawe na cheti kinacholingana na kioti cha chuo kikuu, na ndiyo sababu seminari zetu zote tumeziunganisha kwenye vyuo vikuu, ili wanapomaliza anatoka na digiri walau ya kwanza ya chuo kikuu katika theolojia, na tunataka vilevile vile katika falsafa, ili kwa kweli hao waweze kwenda kutangaza neno la Mungu. Hivyo ndugu yangu, kama nikiwete unaweza ukawa padri kinadharia, lakini wapi hiyo ndio kutwali. Kwa maana hiyo, fratel akitimu masomo ya falsafa teolojia, anakuwa na digri ya moja kwa moja, anapata kwanza, hata anapomaliza anapata diploma kutoka Kipalapala au kutoka Segerea au baadaye kutoka Mwenda Kulima, lakini kwa kawaida wanafanya vilevile mtihani wa chuo kikuu cha Urbaniana Roma. Na hivyo nakuta wengi wanapata anaita bakalauriat ambayo ni sawasawa na bachela of theology. Kwa maana hiyo, akihitimu, mfano Segerea akahitimu Kipalapala, anakuwa na, na digri ya theolojia anakuwa na digrii ya theolojia kawaida. Hiyo digrii ya theolojia kwa mfano, nikiwa nayo nimemaliza seminari, nataka kwenda kujiunga na kuendeleza na chuo kwa mfano naweza nikaomba masomo ya masters au pt, unaenda unaanza masters kabisa. Ukienda ukiwa padre, naam, umemaliza masomo yote yale, hata kama ukufanya mtihani wa urubaniana, ukienda kule mara moja unaanza na lisensi au, au masters mara moja, kwa sababu awezi kuwa padre kama auna hilo, ila watakuomba maksi za shule, watakuomba vyeti vya shule kama kawaida. Ukishavionyesha unaanza masters. Tunayo mifano kwa ambao wamekuwa padre wakatoka wakaenda nje ya upadre, pengine kwa wale ambao wameenda nje ya wito mtakatifu wa upadre na wanahitaji kujiendeleza kielimu ya kawaida. Inawezekana, inawezekana kama na ile digrii yake ya nani, hata na mapadre. Kwa mfano, tuna mapadre kadhaa hapa ambao wamekwenda wakapata masters ya education katika management, ambao walikuwa na amba graduate ya theologia. So, ana background tayari, hivyo anaruhusiwa. Kama unaweza kuwa na background ya, ya education ukaenda ukafanya masters ya administration hivyo hivyo mm -hmm. Na teknolojia hivyo hivyo, sawa.